Chama cha mpira wa miguu cha wanawake mkoa wa Mbeya kwa ujumla na Mrefa tumeshapata msiba wa kuondokewa na mwenyekiti wake, e, kwa majina alikuwa anaitwa Atupakisye Jabir. Msiba huo umetokea leo kule jijini Dar es Salaam, katika hospitali ya Muhimbili. Kwa taarifa ambazo sisi tunazo kama chama, mwili wa marehemu utawasili kesho, lakini anaeta itakuwa majira ya jioni kabisa na marehemu anatarajiwa kupumzishwa eh, katika wilaya kama Musokero kama nitakuwa sijakosea kwa taarifa za awali. Kwa hiyo nichukue nafasi hii wapa taarifa ambe kwamba tumeshapata pigo hilo kwa kuondokewa na mdau mkubwa kabisa wa soka wa mpira wa wanawake, ambaye kwa mwaka jana tumeweza kuingia madarakani ni, ni, ni, ni mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kikatiba. E, kuingia katika soka la wanawake na ikumbuka kwa nyuma tumekaa muda mrefu bila chama, lakini kwa mwaka jana tumeweza kupata chama chetu cha mpira wa wanawake na amekuwa mwenyekiti wa kwanza kabisa wa kuchaguliwa kikatiba. Na katika kipindi kifupi e, bado walikuwa wanaendelea na hizo sera zake za kuendeleza mpira miguu mkoa e, wa Mbeya kuhakikisha anatusaidia hasa katika upande wa soka la wanawake tuwe watulivu kidogo kwa maana ya ratiba eh, tukipata ratiba kamili tutaitoa, kwa maana bado tuendelea kuwasiliana na ndugu ndugu zake wa karibu eh, lakini sasa si kama Mrefa tutashiriki kikamilifu katika msiba huo. Kwa hiyo tukipata ratiba kamilifu tutaitoa, kwa sababu yule ni mtumishi wa serikali, lakini bado kuna hizo nilizosema taarifa sio sahihi sana namna gani atapumzishwa. Taarifa za awali ni Msokero, lakini tukumbuke alikuwa anaishi e, Igawiro ndio makazi yake, lakini kwa taarifa za mwajiri ile asubuhi nazazipata kwamba huenda atapumzishwa kule. Kwa hiyo tuwe watulivu kidogo, taarifa tutazitoa.